Tumeshuhudia uhuni mkubwa ukifanywa na baadhi ya wahuni pale kwenye uwanja wa New Amani Complex. Hawa baadhi ya wahuni walirikodiwa wakiwafanyia vurugu, wakiwavua jezi zenye thamani zaidi duniani, jezi za klabu ya Yanga baadhi ya watu waliokuwa wamezivaa lakini wakaenda mbali zaidi, hawa watu waliovaa jezi za thamani zaidi duniani wakawa wanatolewa nje ya uwanja wasiangalie fainali. Tumie fursa hii kuanza kuwaambia vitendo hivi, sisi kama viongozi wa klabu ya Yanga vimetusikitisha vime sana na, na tunavilaani kwa sababu sisi tunaamini kwenye uungwana, kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Hivyo tunaziomba mamlaka zote ambazo zinahusu, sababu video zipo, watu hawa waliofanya ule uhuni wachukuliwe hatua kali na iwe fundisho kwa watu wengine. Lakini neno langu kwa mashabiki wa Yanga ambao jana wamekumbana na kadhia hiyo, kwanza tuwape pole Tunafahamu mlisafiri wengine kutoka mbali, kakata viingilio. Ile ni mchezo wa fainali, sio mchezo wa mtu, ni mchezo wa kafu. Kila mtu ana haki ya kuangalia ule mchezo, kwao tuwape pole. Lakini kwa wengine ni waombe, endeleeni na ustaarabu na tamaduni ambayo Yanga tuko nayo, tusijiingize kwenye makundi ya wahuni wachache ambao sasa hivi wanaanza kupandikiza chuki kwenye ushabiki wetu ambao tuko nao. Tumewasikia, tumewasikia wakiongea bila wasiwasi, wakitishia watu maisha. Tumewasikia bila wasiwasi, wakitangaza misiba kwa watu, na sio tu watu na familia. Sisi tulistaajabu sana kuona mtu, sijui ana mamlaka maana, tumeshindwa tumekaa kimya, hatujui mtu ana nguvu gani, hatujui wenzetu wana mamlaka yapi, mpaka unasimama mbele ya hadhira, unatangazia watu utawazika Mwanakwereke, wengine utawazika Kisutu. Hatujui wenzetu nguvu hiyo natoa wapi, lakini niwaombe, waombe wana Yanga, sisi tusiingie kwenye hizo chuki za kipuuzi, tulinde utamaduni na desturi yetu ya uungwana kama ambavyo waasisi wa, wa klabu hii wazee wa, wa klabu hii wakubwa wetu na sisi na wadogo wetu watakaokuja kuishangilia klabu hii. Yanga kwanza ni ustaarabu. Nimeona kwenye magrupu ya WhatsApp watu wana hasira kweli kwelikweli, wakipania kulipa kisasi. Nisiwe mnafiki, nimeona watu wakipania kulipa kisasi. Lakini kama kiongozi wenu, nipo hapa kuwaomba, futeni hayo mawazo, futeni hayo mawazo, tubakini kwenye utamaduni wetu, na itakapokuja mechi nyingine ya kimataifa kama zilizopita, kama una jirani yako, mualike aje kuitazama Yanga apate burudani, kama kwenye timu yako Unaye Pakome Zuzwa, unaye Prince Dube, uwezi kuwa na wasiwasi wa kumwalika mtu aje angalie burudani kati ya Pimpin Kamala na yule bondia yule. Hivi unajua yule mtu nilimsahau. Msahau, naomba nirudie tena kona mada, nilisahau huyu Mandonga, huyu mtu kazi. huyu Mandonga huyu Sijui walicheza mechi gani. Bwana Mandonga akazungumza kwelikweli, ilikuwa nusu, nusu. Nusu, eh, nusu. Sasa sisi tunakwenda kuleta kombe Tanzania <coughs> <coughs> hey. So Mandonga ya yani, nafikiri kombe ni sukari, unaweza ukaagiza tu bandarini pale ukaipokee uje uuze. <coughs> watu kamtazama na yule tokawaponza yule <coughs>

mlifichwa vyumbani vyo iruka vichwa. Spida akasema hapana, usinizalilishe, naye akarudisha kidogo. Paliwaka moto, Mandonga alijiapiza ahadi ambayo haiwezi na hata kaa haiweze <coughs> sio yeye na wote ambao wako nyuma yake. kama unahitajika ubingwa wa Afrika nchi hii watakaouleta ni Yanga. Tumeshuhudia uhuni mkubwa ukifanywa na baadhi ya wahuni pale kwenye uwanja wa New Amani Complex. Hawa baadhi ya wahuni walirikodiwa wakiwafanyia vurugu, wakiwavua jezi zenye thamani zaidi duniani, jezi za klabu ya Yanga baadhi ya watu waliokuwa wamezivaa, lakini wakaenda mbali zaidi hawa watu waliovaa jeza thamani zaidi duniani wakawa wanatolewa nje ya uwanja wasiangalie fainali. Tumie fursa hii kuanza kuwaambia, vitendo hivi sisi kama viongozi wa klabu ya Yanga vimetusikitisha, vime sana na, na tunavilaani kwa sababu sisi tunaamini kwenye uungwana kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Hivyo tunaziomba mamlaka zote ambazo zinahusu, video zipo, watu hawa waliofanya ule uhuni wachukuliwe hatua kali na iwe fundisho kwa watu wengine. Lakini neno langu kwa mashabiki wa Yanga ambao jana wamekumbana na kadhia hiyo, kwanza tuwape pole. Tunafahamu mlisafiri wengine kutoka mbali, kakata viingilio. Ile ni mchezo wa fainali sio mchezo wa mtu, ni mchezo wa kafu. Kila mtu ana haki ya kuangalia ule mchezo. Kwao tuwape pole, lakini kwa wengine niwaombe, endeleeni na ustaarabu na tamaduni ambayo yanga tuko nayo. Tusijiingize kwenye makundi ya wahuni wachache ambao sasa hivi wanaanza kupandikiza chuki kwenye ushabiki wetu ambao tuko nao. Tumewasikia, tumewasikia wakiongea bila wasiwasi, wakitishia watu maisha. Tumewasikia bila wasiwasi, wakitangaza misiba kwa watu, na sio tu watu na familia. Sisi tulistaajabu sana kuona mtu sijui ana mamlaka, maana tumeshindwa, tumekaa kimya, hatujui mtu ana nguvu gani hatujui wenzetu wana mamlaka yapi mpaka unasimama mbele ya hadhira unatangazia watu utawazika mwanakwereke wengine utawazika kisutu. Hatujui wenzetu nguvu hiyo inatoa wapi? Lakini niwaombe wana Yanga, sisi tusiingie kwenye hizo chuki za kipuuzi, tulinde utamaduni na desturi yetu ya uungwana kama ambavyo waasisi wa, wa klabu hii wazee wa klabu hii wakubwa wetu na sisi na wadogo wetu watakaokuja kuishangilia klabu hii Yanga kwanza ni ustaarabu. Nimeona kwenye magrupu ya WhatsApp watu wana hasira kweli kweli, wakipania kulipa kisasi. Nisiwe mnafiki, nimeona watu wakipania kulipa kisasi, lakini kama kiongozi wenu nipo hapa kuwaomba, futeni hayo mawazo futeni hayo mawazo, tubakini kwenye utamaduni wetu, na itakapokuja mechi nyingine ya kimataifa kama zilizopita, kama una jirani yako mualike aje kuitazama Yanga apate burudani. Kama kwenye timu yako unaye Pakome Zuzwa, unaye Prince Dube, huwezi kuwa na wasiwasi wa kumwalika mtu aje aangalie burudani kati ya Pimpin Kamala na yule bondia yule hivi <laughs> unajua, yule mtu nilimsahau <laughs> naomba nirudie tena kona mada, nilisahau huyu Mandonga, huyu mtu kazi, huyu Mandonga huyu, sijua walicheza mechi gani bwana. Mandonga akazungumza kwelikweli nusu. ilikuwa nusu, eh, mm, nusu S sasa sisi tunakwenda kuleta kombe Tanzania. <coughs> Hey. So Mandonga wa. ya nafikiri kombe ni usukari, unaweza ukaagiza tu bandarini pale ukaipokee uje uuze. <coughs> Watu kamtazama na yule tokawaponza yule, tukamtazama na huyu mgeni huyu, anakuja tena jiapiza kombe itakuja hapa. Wewe Mandonga wewe, hey. Wewe Mandonga wewe. Jana mlimuona uwanjani? Muda Buda pekee zile umuona anamkunja pimpin. Sio kwa Diana nini wale? Purugu ya mana. Purugu kushani nguo na hamjapata story nyewe vyumbani. Pigana vichwa. Mlifichwa vyumbani hivyo ruka vichwa. Spider akasema hapana usinizalilishe. Leo akarudisha kidogo. Paliwaka moto. Mandonga alijiapiza ahadi ambayo haiwezi na hata kaa haiweze, <clears throat> sio yeye na wote ambao wako nyuma yake. Kama unahitajika ubingwa wa Afrika nchi hii, watakaouleta ni Yanga.